Leo niko hapa katika wilaya au halmashauri ya wilaya ya Kibiti, tupo kwa ajili ya kutoa mafunzo mafunzo ya mfumo wa NeST, lakini mafunzo kwenye elimu ya mambo ya sheria sheria ya ununuzi na kanuni zake pamoja na taratibu, na tumefurahia kuwa hapa kwa sababu wito wa washiriki umekuwa ni mkubwa sana na wamekuwa na hamasa sana kujua haya mambo katika ununuzi na zile taratibu zake na ushauri na ushauri, lakini tumeona kwamba washiriki wa wamekuwa na hiyo hamasa ya kutaka kujua kutekeleza ununuzi wa umma katika sana sana na mfumo wa Nesti, lakini vilevile kujua zile taratibu zake pamoja kanuni na sheria ambazo zinawafanya waweze kuweza kutekeleza haya majukumu yao kwa kadi wanavyokuwa wanatekeleza huko kwenye vituo vyao vya kazi. Na ukizingatia kwamba mfumo huu ni mpya na mfumo huu umekuwa kwa muda wa mwaka sasa katika ngazi ya msingi, hivyo wamekuwa na shauku ya kutaka ku, kufanya zaidi kwa ndani zaidi laki, kwa sababu mfumo bado unaendelea kuwa kwenye maboresho kwa hiyo na wao wametoa maoni yao ni namna gani uboreshwe, kwenye sehemu gani. Hivyo na sisi kama PPRA tumechukua hayo maoni na kuyapeleka kwenye ngazi husika ili yaweze kufanyiwa kazi. Kama ofisi ya kanda ya Pwani ilivyo, kazi yake ni kusaidia hizi halmashauri pamoja na zile wote waliopo kwenye ngazi ya msingi, na vile vile tumeona kwamba tuweke watu ambao watakuwa na uwezo wa kuwasaidia hao watu. Kwa hiyo tuna watu wetu katika kila halmashauri ambazo zisi tunazisimamia, hivyo kuna watu ambao wapo kwa ajili kama kunatokea chochote, kuna, kuna ishu ambayo inaweza kuwasaidia kwa pale kwa karibu zaidi, lakini ikiwa inawashinda, basi wale ndio wanakuwa ni focal person kwa kwenda PPRA. Kwa hiyo kwa namna hiyo sisi tumekuwa karibu zaidi na watu kwa kutengeneza watu wengine katika hizo halmashauri wa ambao watakuwa wanapata taarifa kwa ukaribu zaidi na, na ofisi yetu ya kanda ya Pwani.